E, moja kwa moja nikizungumzia Kariakoo Derby. Watu wengine wanaweza kusema kwamba kama nimeona ni kama muda mrefu sana, kwa hiyo tunakaa hapa kwa kiu ya derby mpaka mwezi Machi. Wewe, maoni yako ni yepi hasa kwenye eneo hilo? Uh, wa, maoni yangu kwa upande huo nafikiri Bodi ya Ligi wamejaribu kuzingatia vitu vingi sana, uh, maslahi mapana ya taifa, lakini namna ambavyo wanaweza kuwatunza wachezaji bora ambao wanaiunda hiyo timu ya taifa ili waweze kuwapata kocha wa timu ya taifa aweze kupata ile cream ambayo ni bora kuelekea katika mashindano ya AFCON. Ukiangalia tarehe ya mwanzo kabla ya hii tarehe ya mabadiliko, mchezo huu wa dabi ulitakiwa kuchezwa, ilikuwa ni wiki moja kabla ya kuelekea kwenye mashindano ya AFCON na unaangalia mashindano ya AFCON, timu ya taifa itahitaji kuwa na, na, na, na kambi ya muda mfupi kwa ajili ya kuelekea katika hayo mashindano. Kwa hiyo sababu ya kwanza inaonekana au kiini cha kubadilisha hii ratiba kuweza kusogeza huo mchezo mkubwa mbele inatokana na hiyo AFCON ambayo ipo ambayo inaenda kuanza tarehe ishirini na moja ya, ya mwezi wa kumi na mbili kwa sababu mchezo ulikuwa ni tarehe kumi na tatu ya mwezi wa kumi na mbili Ukija kuangalia ile frame time ambayo iko pale ni siku saba pekee, na unakuja kuangalia kikosi cha timu ya taifa kinaundwa na wachezaji gani Ukiangalia kwenye hivi vilabu viwili ambavyo vinacheza ligi kuu ya NBC Premier League, Simba Nayanga na Yanga na Azam FC ndio timu ambazo mara nyingi zimekuwa na kasumba ya kutoa wachezaji wengi ambao wanaiunda timu ya taifa. Ukiangalia kwa bila kuzingatia ameitwa lini, lakini ukianza kutaja mmoja mmoja kwenye hivi vikosi utakuta wana idadi kubwa ya wachezaji ambao tayari walishatumika na timu ya taifa. Kwa upande wa Simba unaanza kuangalia sasa hivi golikipa wa Simba ni golikipa wa timu ya taifa. Beki wa Simba namba mbili ni beki wa timu ya taifa. Beki wa Simba namba nne Abrazaki Hamza ni beki wa timu ya taifa. Uh, Wilson Nangu ni beki wa timu ya taifa. Tumemwona Anthony Mlingo aliwahi kuhusishwa kwenye ile ngolongolo ilos kwa mara kadhaa. Kwa hiyo performance yake huenda pia itampeleka kule kwenye timu ya taifa. Ukisogea kwenye midfield ya Simba unamkuta Yusuf Kagoma amekuwa regular starter katika michezo mingi kwa kocha aliyepita, Ahmed Suleiman Moroko, timu ya taifa. Lakini unaenda kuangalia mbele kwenye eneo la kiungo bado unakutana na Morris Abdul ambao ni ingizo jipya ndani ya kosti ya Simba, mchezaji wa timu ya taifa. Upande wa ushambuliaji, Kibu Denis, timu ya taifa. Ushambuliaji vile vile unakutana na Selemani Mwalimu, timu ya taifa. Kwa hiyo unaona kwa kiasi kikubwa kuna wachezaji takribani nane ndani ya kikosi cha Simba ambao mara kadhaa wamekuwa wakipatiwa kuitwa kwenye timu ya taifa. Kwa hiyo kuwatumia katika mchezo wa dabi kama itatokea kuna sneli ya mchezaji kupata majeraha, maana yake unaweza ukaipoteza silaha yako ambayo ulitakiwa uendea kwenye mashindano makubwa ukiwa na mategemezi au mategemeo na matumaini kwamba anaweza kaenda kukusaidia. Mpango mzima wa benchi la ufundi la timu ya taifa utaanza kubadilika kuanzia pale, baada ya kumkosa mchezaji star ambaye walitakiwa aondoke naye, lakini hawezi kumpata kwa sababu ya changamoto ya majeraha. Ukienda kuangalia upande wa pili wa Young Africans, bado vile vile unaona kuna idadi kubwa ya wachezaji ambao wamekuwa wakiitwa na kujumuishwa kwenye kosi cha timu ya taifa, unaanza kuangalia ule ukuta mzima wa Yanga, Bakari Nondo Mwamnyeto, Dikson Jobu, Ibrahimu Abdur Abaka, Mohamed Huseni ameshaitwa pia, Israel Patrick Mwenda, uh, tokea kipindi cha Adel Amrouche ameitwa pia kwenye kipindi cha Hemed Suleiman Morocco ajamuita Miguel Gamond. Hatujui itatokea nini kolap nyingine inaokuja, lakini ukiacha ule ukuta mzima wa Yanga kwamba ni mabeki wa timu ya taifa, unasogea kwenye la midfield ambako unaona kuna mchezaji ambaye ni tumaini kwenye kosti ya timu ya taifa. Mdathir Yaya Abbas alikosekana katika mchezo uliopita dhidi ya Kuwait kwa sababu ya changamoto ya majeraha, lakini unaangalia kama ataendelea kukosekana kuna athari kubwa ambayo timu ya taifa inaipata baada ya kumkosa mchezaji wa aina ya Mdariyabas kwenye kikosi, lakini kama atakuwepo kwenye kikosi, maana yake kuna kitu cha ziada ambacho kinakuwa kimeongezeka, kwa sababu ana uwezo wa kutoa vitu tofauti kuliko na wachezaji wenzake. Unaenda kuangalia kwenye safu ya ushambuliaji, yupo Clement Mzizi ambaye kwa siku za karibuni anakosekana kwa sababu ya changamoto ya majeraha, na huenda atokuwepo kwenye kikosi cha AFCON kwa sababu ya ile recovery time yake kipindi ambacho anatakiwa kupona lile jeraha lake, AFCON ni tayari itakuwa imeanza <tukata>